wa makala sakata la Coco Beach ndo limepoa uzito wa juu na linasema eh, Magufuli aonywa, Hamad Rashid aibua mapya mgogoro wa uchaguzi Zanzibar. Tanzania linaandika JPM afunga kazi, atumia siku 13 kujaza viporo baraza lake la mawaziri, wamo Dr Ndalichako, Dr Mpango na Profesa Magembe. Hapa chini ni mgongano sita asema Magufuli kashauriwa vibaya kutumbua jipu reli. Serukamba adaiwa alionya mradi wa shilingi trilioni 1.4, wakapuuzwa. Habari Leo, Habari Leo lenyewe linaandika mawaziri wapya wanne wateuliwa. Haya chini hapa, vigogo Ocean Road dat wasimamishwa. Madaktari wa famasia nchi nzima wapewa siku 21 wajieleze kimaandishi. Nipashe linaandika kwa maandishi makubwa kabisa yafichuka yepyayo shilingi milioni mia moja sitini na nane chanzo cha kashfa polisi kuu wa Dar es Salaam, yadaiwa mmoja alimalizwa bahari bichi kufanikisha mgao wa fedha. Siyo Sinza ni tukio la kuuawa kwa wafanyabiashara linalowahusisha askari wa kikosi cha ujangili. Kova asisitiza wananchi wajitokeze kutoa taarifa. Chini hapa, Magufuli ampa uwaziri wa fedha aliyevunja rekodi TRA Zanzibar. Leo Zanzibar Leo linaandika Dr Shein, sekta binafsi imeinua elimu Zanzibar. Uhuru Sumaye matatani, avamia eneo la wazi na kuanza ujenzi. Luhanjo Amon watajwa uchunguzi waanza. Kitwanga aibukia uhamiaji, aagiza pasi zote ndani ya zitolewe ndani ya siku tatu, abaini wizi, ukaguzi kufanywa mara moja. Majira linaandika Magufuli arejesha heshima daladala, marufuku kusimamisha abiria, kuanzia leo. E, usafi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Jipu latumbuliwa Ocean Road, kigogo ang'olewa kwa mgongano wa masilahi. Magufuli sasa kamili. Jambo leo hilo linaandika ajaza nafasi nne za mawaziri manaibu, Dr. Ndalichako, Profesa Magembe, ndani ya nyumba aya, mkurugenzi Ocean Road asimamishwa kazi, watendaji afya wanaomiliki maduka ya dawa mm. Sauti ya watu Tanzania Daima. Mawaziri wa mwisho, Magufuli akamilisha uteuzi, amrejesha waziri mzigo. Haya, polisi wauwana kwa risasi. Bosi Ocean Road atumbuliwa jipu, mtendaji mkuu DAT naye asimamishwa. Bele News, gazeti linaloandikwa kwa lugha ya Kiingereza, ili habari kubwa kabisa ni kuhusiana na eh, ule mgogoro wa Zanzibar. Mazungumzo yaendelea kutanzua mzozo huo. Hapa chini eh, baraza la mawaziri sasa kamili, lakini hapa kuna habari Tanzania na Rwanda katika mazungumzo kujaribu kutanzua mzozo wa Burundi Habari ya hiki chuo cha utabibu chuo cha sayansi na mambo ya udaktari hiki cha IMTU, yeah, ni mwendelezo leo kuna habari kwamba kinadai fidia ya shilingi bilioni arobaini kutokana na agizo la kuondolewa pale walipokuwa mwanzo, lakini hapa chini kuna habari hapa hapa chini kuna habari agizo la kwamba watumishi wote wa umma ambao wanamiliki zile zahanati zahanati zikiwemo maduka ya dawa na zinginezo, wanatakiwa wamepewa siku ishirini na moja kuorodhesha kwa maandishi umiliki wao, na hii ni kutokana na mgongano wa maslahi, likiwa ni zoezi sasa la kuhakikisha kwamba ile michezo yao ile kwamba dawa hapa kwenye duka la serikali hakuna hapo kienda pembeni, zipo mpango mzima. Kazi kwenu. Tunaanza na kurasa za michezo sasa kwenye gazeti hilo hilo. Uh, tuna na The Guardian hapa linaandika kuhusiana na Caravan Hills. Hii ni timu ya mpira wa cricket, ya mchezo wa cricket imeelezwa kufurahishwa na michuano ya mchezo huo iliyomalizika hivi karibuni jijini Dar es Salaam. Mbeya City eti nao wanataka kui, kuitandika Yanga. Wamelenga kuifunga Yanga. Mwana FA kutumbuiza katika maonyesho delenusa Azam, Azam klub imethibitisha kushiriki mashindano ya Mapinduzi, lakini wakilenga zaidi kulitoa tena taji hilo. Ah, hapa chini tunaambiwa kuna wasanii hapa. Kumradhi, naona utakuwa mtazamaji wangu, huoni vizuri, lakini habari eh, nyingine inasema kuhusiana na wasanii wa nyumbani, hao wawili wameunganisha nyimbo mbili kwa ajili ya uh, Christmas. Sarakikia atoa mashindano ya Christmas ya gofu Lakini chini huko kuna maoni ya Arsene Wenger, anasema kwamba uh, minongono ama mambo yanayoendelea kuhusiana na uh, Louis van Gaal ni sio ni kumkosea hadabu mzee huyo. Tanzania Daima linaandika Nape atumbua jipu Stand United. Uchaguzi sasa Septemba 2016 wahoji, mbona Yanga hawalazimishwi jambo? Leo Yanga kutumia siku tisini kumpata manji mpya. Aya, bora Ndanda kuliko Simba hulyo. Majira linaandika Nape aanza kutumbua majipu katika soka. Aya, anzia Stand United avunja kamati iliyoundwa na mkuu wa mkoa arudisha timu kwa uongozi. Yanga waanza kujiwinda na Mbeya City. Hapa kuna kibonzo siwezi kukiacha mtazamaji wangu wa Channel 10. Huyu nani? Chandimu. Ngoma uwanjani. Ah, walivyokuambia mimi ni kiungo mkabaji wanani, wanatania jamaa kamtia toba. Eh, jamaa anatia toba. Huyo ndio kiungo mkabaji bwana.